Lakini pia kupitia vyombo hivi vya habari ni vitumie uh, kutangaza kwamba katika swala la uchaguzi wa spika wa bunge ambapo uh, uh, chama cha Mapinduzi kimeleta majina matatu, ilikuwa eh, ni Tulia Masere pamoja na mzee wangu mzee Zungu, lakini jana tuliona taarifa za kwenye vyombo vya habari tofauti tofauti kwamba Mheshimiwa Tulia Axon amejiondoa katika kinyang'anyiro. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, nitangaze rasmi mimi kura yangu sio ya asili. Kura yangu ipo kwa Zungu. E, mimi nampigia debe Zungu na naomba waheshimiwa wa bunge wote tumpe nafasi Zungu, kwa sababu Zungu ana uzoefu. Tumemshuhudia sisi wengine ambao tulikuwa tuko nje ya bunge, tumeona namna alivyokuwa anaweza kuendesha vikao vya bunge wakati anapewa na nafasi lakini tumeona namna ambavyo alikuwa anatenda haki. Tumeona namna ambavyo anazijua uh, njia bora za kuwafanya wabunge waweze kuyaelezea yale ambayo uh, yanatoka kwenye majimbo yao. Kwa kwa upande wangu mimi nawasihi sana wabunge wote tumchague ni Zungu awe spika wetu wa bunge uh, tatu, eh, wa Bunge la kumi na tatu Mheshimiwa Zungu uh, lakini kwa naibu spika mimi, kwa upande wangu niko kwa ndugu yangu Siro, mimi sikura zangu wasio za siri, kwa sababu naamini uh, kama Zungu atashindwa, basi tutamuunga mkono yule ambaye atapata nafasi na, na tutafanya naye kazi uh, kama kiongozi wetu, kama spika wetu. Lakini akifanikiwa Zungu, alhamdulillah, atakuwa uh, amefanikiwa mtu ambaye mimi nimemchagua, na pia kwa naibu spika akichaguliwa Siro, alhamdulillah, yatakuwa amechaguliwa mtu ambaye uh, mimi kwa upande wangu nilikuwa naona uh, anafaa. Akichaguliwa mwingine tutaenda naye uh, hivyo hivyo na tutaheshimu maamuzi ya wengi, maamuzi ya kura za wabunge wenzetu.